Nawapongeza na ninawashukuru kwa namna mlivyojitokeza kwenye vituo vya kupigia kura. <coughs> Mlijitokeza kwa wingi, mlijitokeza kwa wingi sana, na hapa ushahidi umeonyeshwa na mwenyekiti amesema, mbunge wenu umempa zaidi ya asilimia tisini na nne nukta nane. Asanteni sana, ninawashukuru sana. Mmenipa heshima kubwa kwa kunipa kura yingi ni mzigo kubwa, deni kubwa, medilebesha abalo napaswa kulilipa kasi kubwa kufanya kwene. Niwaombe wanairinga, mimi ni binadamu, ni, ni, ninaweza kuwa na mapungufu yangu ya mambo mawili uyafani: moja niombee, yani kila mtu kwa imani yake ukiwa unaomba hakikisha unamtaja na mwabe. Mbunge mwombee mbunge, mwombee rais, ombea baraza la mawaziri, ombea na Chama cha Mapinduzi kwa sababu hiyo chama tawala. Yale matarajio ya wana Iringa wanatarajia mambo mazuri kutoka kwa mbunge wao na kwa uongozi wote niliyoutaja, kwa mshikamano, hayawezi kufanikiwa kama hakuna amani, kama hakuna nini? lazima tuwe na amani katika manispaa yetu, ndipo mambo ya maendeleo yatakuja. La sivyo mtasababisha mbunge, madiwani, wenye viti wa mitaa na hata mabalozi wakajifiche wasubiri vurugu zitokee, zikiisha ndo wajitokeze. Amani ni tunu yetu na ni tunu tunayohitaji sana na isitokee kamwe yale yaliyotokea wiki kadhaa zilizopita. Mimi sipendi kuyazungumzia zungumzia, kwa sababu wanasemaga maneno huumba, unaweza kazungumzia zungumzia tena ya karubi. Mimi sitaki kuyazungumzia kwa sababu kwanza siyapendi kabisa, sipendi kabisa mambo yale, na naamini hakuna anayependa vurugu. Hakuna anayependa vurugu. Ni kweli kila mtu ameguswa kwa namna moja na zile vurugu. Kuna watu wenzetu wamepoteza ndugu zao, tumepoteza ndugu zetu, wapo wenzetu waliopoteza mali, wapo wenzetu wamefilisika kabisa. Mimi nimepokea simu nyingi sana za watu waliopoteza mitaji, wamepoteza watu mitaji yao, biashara zao, hali ni ngumu. Zile siku, ile wiki ile ambayo tulifungiwa ndani, eh lockdown si ndiyo, inaitaje? Lockdown, Lockdown yao, sio? Nadhani tulipata beseji, wana Iringa, tulijifunza. Kamwe isirudie tena jambo lile, siyo zuri. Inapaza sauti hii kama mbunge wenu, na waomba jambo lile lisirudie tena. Tumeleta mfano mbaya, ni mfano mbaya. Hivi mnaelewa, tathmini inaonyesha maeneo yaliyotokea vurugu miji iliyotokea vurugu ni kama miji saba hivi, saba tu ndio zimetokea vurugu kubwa, ila watu wa propaganda bwana wanasema nchi nzima kulikuwa na vurugu. Sio kweli, walichangua maeneo ya kufanya vurugu. Tunajua yaliyotokea, na rais ameyasema, kuna uchochezi mwingi umefanyika. Mimi nasema hivi, naungana na wote na walio zulika na haya hizi vurugu kwa maana ya vifo kwa maana ya kupoteza mali kwa maana ya, ya, ya madhara yote yaliyojitokeza. Hatupendi hayo ya mambo yajitokeze. Ndio maana Mheshimiwa Rais wetu amesema tuwe na tume ya maridhiano, tusikilizane, tumalize mambo yetu kama ilivyo, bila na desturi za Watanzania, tukiwa na jambo tumetofautiana, tunakaa mezani tunazungumza, tunalimaliza.